Kuhusiana na sehemu ya mashabiki ama Watanzania ambao uh, wana nia ya kwenda uh, kutazama uh, mashindano ya Afcon pale Morocco na hususan kwenye mechi ambazo zinahusisha uh, timu yetu ya taifa, Taifa Stars ambayo ipo kwenye Afcon ya 2025 pale uh, Morocco na Tumekuja na mchakato wa kuweza kumrahisishia Mtanzania uh, kuweza kufika pale Morocco. Kwa hiyo TFF kwa kushirikiana na serikali kupitia BMT uh, lakini pia kwa kushirikiana na Blueberry uh, tumekuja na mchakato ambao uh, unamrahisishia shabiki namna gani ya kufika Morocco, kwa sababu package ambazo wanakuja nazo Blueberry ni package ambazo zinamwezesha shabiki anapolipa fedha yake maanayake ni kwamba anapata nafasi ya kupata usafiri wa ndege kwenda na kurudi. Uh, lakini pia anapata nafasi ya hoteli uh, kwa fedha hiyo hiyo ambayo atakuwa amelipia, lakini usafiri wa ndani akiwa pale Morocco, kwa maana ya kumpeleka kwenye mechi na kumrudisha hotelini uh, lakini na kuelekea airport wakati wa kurudi, lakini vile vile anapata tiketi ya mchezo sasa. Kuna uh, wakati ambako anaweza kupata category 3. Kuna wakati anaweza kupata category 2, inategemea ni mchezo gani lakini katika package ambazo Blueberry wamekuja nazo uh, zimeweza kubainisha kwamba ni mchezo upi ambao unaweza ukapata hiyo uh, tiketi ya category 2, ni wakati gani unaweza kupata hiyo tiketi ya category 3, lakini pia unachagua, kwa sababu kuna uh, package takribani 4 kuna package ya kutazama uh, mchezo wa kwanza wa Taifa Stars uh, ambao utachezwa tarehe 23 tatu uh, manake kama unataka kutazama mchezo huo tu peke yake, ipo package ya kukupeleka na kukurudisha pamoja na taratibu nyingine zote. Lakini kuna package ya kutazama mchezo wa pili ambao tarehe 27, manake kama unataka mchezo huo tu peke yake, manake utachagua package hiyo, uh, na utapata hizo huduma nyingine zote. Lakini kuna package ya mchezo wa tatu kwa maana ya tarehe thelathini. Kwa hiyo kama unataka mchezo huo tu, maana yake ni kwamba utachagua package hiyo ya kupeleka pamoja na kukurudisha. Lakini sasa kuna package ya jumla kwamba unataka kutazama mechi zote hizi za hatua ya makundi. Uh, mechi za Taifa Stars kwa maana mechi zote tatu, maanake ipo hiyo package ambayo uh, inaweza ikakupeleka kwa muda huo, ukakaa kwenye hoteli kwa muda huo, pamoja na usafiri wa ndani kwa muda wote ambao utakuwa uh, hapo uh, Moroko, kwa maana kukupeleka uwanjani na kukurudisha kwenye hizo mechi zote pamoja na kukurudisha tena uh, Tanzania, lakini pia mm, vile vile maanake ni kwamba kama Uh, tutafanikiwa kwenda kwenye hatua ambazo zinafuata hatua za mtoano uh, bado kuna package ambayo uh, inakuja ambayo itaelezea pia hivyo vitu vingine vyote, lakini kwa sasa package ambazo uh, zipo ni hatua ya makundi kwanza, uh, kwa sababu ndio hatua ambayo uh, ni ya muda mrefu zaidi, uh, ambayo mtu anaweza akakaa, kwa maana kama anafuatilia mechi zote tatu, au kuna mwingine anachagua mechi moja tu, kwa hiyo Uh, ili kukurahisishia uh, pakeji hizo uh, zimekuja uh, katika mtindo huo hapo, na hii maana yake inaondoa usumbufu wa mtu mmoja mmoja. Maana yake ukienda peke yako uh, utalazimika kutafuta usafiri wa ndege kwenda na kurudi, utalazimika wewe mwenyewe ukiwa pale utafute usafiri wa uh, kwenda uwanjani na kurudi, lakini wewe mwenyewe uh, utafute hoteli wewe mwenyewe utafute mambo mengine yote, maanake utakuwa unahangaika wewe mwenyewe. Lakini kwa kuwatumia wenzetu wa Blueberry, maanake uh, kwamba wewe unabaki kuwa kwenye hiyo safari sasa uh, ya kwenda na kurudi katika package ambayo utaichagua uta Uh, na of course nia ni kuhakikisha kwamba Watanzania uh, tunakwenda kwa wingi wetu. uh, inaweza ikawa sio kujaza uwanja, lakini bado tunaamini kwamba uh, tutapata uh, mashabiki wengi ama Watanzania wengi ambao uh, wanakwenda kuiunga mkono timu yetu ya taifa Taifa Stars uh, lakini pia kufuatilia mashindano hayo.